Nimesimama mbele yenu kwa majina anaitwa Salum Rashid Barongo, nasoma mada ya hikma katika fasi awal mutawasit. Nimesimama e, mbele yenu kuwaletea tukio la ndoa, ndoa ambayo e, tumeisikia muda mrefu na leo ndo siku yake. Kwa hiyo kabla sijaongea mengine, pengine e, tunaomba usikivu wenu na macho yenu yaelekea katika tukio hili, kwa sababu ni tukio kubwa ambalo na message ndani yake. Bila shaka e, wausili wameshafika, ya walili yashafika, na mashahidi pamoja na shehe. Lakini kwa taarifa nilizonazo, mpaka bida hii bwana arusi atakuwa ameshafika maeneo haya kwa hiyo kama anakusikia popote alipo basi asogee eneo husika, ili jambo liendelee, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuhusia katika mambo matatu, atafanyia haraka mmoja ya mambo matatu hayo, basi na hila ndoa eh, inatakiwa bwana harusi na hila ndoa haraka. Mashallah, bila shaka anaingia katika eneo letu na leo ni siku yake adhimu. Bwana harusi anaonekana na wasiwasi, lakini asiogope. Leo ni siku yenyewe inshallah.

a kumwezesha binti yangu ambaye ni fulani binti fulani. Uh, wazazi wake wako mbali vijijini, na kuhusu mawasiliano nao sina. Halafu kingine, mimi huyu binti ndiye ambaye nimeomsomesha nimemlea akiwa tangu binti mdogo mpaka sasa, amekuwa hakuna shida. Hapana, hapa ndio, haiwezi kufanyika. Alafu kutoka mbali sisi, angalia, ni kutoka tumepanda magari huko tumekuja hapa, tumelipa mali zetu sasa Unafanya kitu gani shekhe? Hili kwa sababu jambo unataka ulicheleecheleweshe kwa nini? Shekhe, angalia ni tumetoka mbali sisi, alafu isitoshi, hapa wameandaa ubwabwa, wameandaa mazingira mazuri, alafu tena anaanza kukataa shekhe. Kwa nini mbufanya mazingira tu Unajua hili jambo watu wamejisubiri muda mrefu sana, alafu watu wamemwaga pesa zao, imradi hii ndoa ipite. Wao wanakuja kutuambia usio wali halali? Haiwezekani ndugu yangu, haiwezekani, nabidi hii ndoa ifungwe. Hapana, ni jambo la sheria. Kaka sikiliza bwana, sikiliza. Kulikwambia mapema mimi, hili jambo nililijua nililijua, sasa tena nililijua nikakwambia ndugu yangu, tuupe ule shehe wetu ule ambaye kila siku atufanyia atu dua zetu hapa tukiwa na matatizo, mambo yakaa vizuri. Ukasema o, na shehe wangu mimi amesoma Maahad hikma, anajua haya mambo, hana kona kona. Hizi ndo kona kona mauzo zitatu hasa eh? Mimi nakwambia hivi, huyu shehe leo hatuondoka. Kama ndugu yangu hatuondoka. Ni kweli mimi kama nilivyosema ni kwamba nilijua haya yatatokea, lakini chakunishangaza hapo kwamba huyu shehe ameleta jambo ambalo jipya kabisa ambao toka yeye mzaliwe toka ni umwe si yeye kusikia jambo kama hili. Unasemaje mjomba? Si wali hili haiwezekani. Alafu usitoshe shehe yule wa mwaka juzi kamfungisha dada yake na huyu hapa, imefungwa ndoa vizuri tu na wale walikuwa ni huyu huyu, lakini leo anatuambia hafai. Mjomba ni mama basi, wewe unakataa vipi Eh, huyu mama yani mama yake na huyu na huyu mjomba huyu ni toka ni toka kabisa, baba mmoja mmoja. unasemaje? Ah, mimi sijasoma

E, sasa nimekutafuta sana ndugu yangu, ya kulikuwa na shughuli ya ndoa. Yule miti ambaye alimfundisha miaka mitatu nyuma, unamkumbuka ewa mdogo wake, sasa naye leo atakaolewa. Lakini sasa kumetokea kadhia moja hapa e. Tumemwita maalimu mmoja kutoka Maahad la hikma, tumemwamini kwamba ndugu yetu aje kutufundishia ndoa, lakini anatuambia kwamba eti yule walii ambaye alimwozesha yule binti yake mwaka juzi, ile kwamba yeye sio wali sahihi afai. Unasema shehe, mbona ulifungisha tena? Wewe unasemaje kwamba sio wali sahihi? Au labda amechukia kwa sababu alijamuita yeye haribia shughuli. Kwa hiyo enda basi. Hapana, jaoja. Salamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala man la nabiya ba'd. Ndugu zangu mliohudhuria katika ndoa yetu hii, naomba kuomba radhi, kwa sababu jambo ambalo tulilifuata halijatimia, kutokana arkani za ndoa hazijatimia nitajaribu kutaja arkani za ndoa ili tujue kwa sababu gani ilotupelekea ndoa yetu hii isipite. Jambo la kwanza na la pili lazima apatikane muoaji na apatikane mwenye kuolewa. Jambo la tatu apatikane walii. Jambo la nne apatikane eh, jambo la nne apatikane mashahidi wawili. Jambo la tano ipatikane sigha. Sigha ina maana ya kuwa litoke neno kwa walii Eh, na itoke mneno kwa moaji. Sasa alhamdulillah mambo yote yametimia, lakini jambo ya moja halikutimia, jambo la walii. Walii alikuepo sheria itambui, kwa hiyo hawezi kufungisha ndoa. Walii alikuepo sheria itambui, hawezi kufungisha ndoa. Nitajaribu kuwataja kimchache chache zaidi ambao sheria inawatambua eh. Wa kwanza lazima awepo baba, akikosekana baba He, awepo babu, akikosekana babu awepo kaka wa baba, kaka baba mmoja mama mmoja na binti aliolewa, akikosekana huyo awepo mababa. Sasa hapa hakuna kigezo cha ku- cha kuozesha, na vile vile katika swala la walii vile vile Mtume mtumi Muhammad sallallahu alaihi wasalam anasema la nikaha illa biwalii Ai, ina maana ya kuwa la yasihu nikahu illa bi waliyi, haiwezi si ndoa isipokuwa wali awepo. Kwa hiyo hapa wali hayupo, hatuweze kufungisha ndoa. Jambo la pili, vilevile mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema salam, anasema ayuma mraati nakahat bi ghairi idhni waliyiha fanikahuha batilun, mwanamke yeyote aliolewa basi na idhni ya walii wake, basi ndoa hiyo na kwa batilu kwa hiyo hapo hatuko hatutaufungisha fin ndoa mpaka walii apatikane. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kishki TV, TV, nuru ya dini yako.